Um, tuelekee mkoani Kagera ambapo watuhumiwa wanne wa kosa la kufungua kaunti bandia ya kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wa Bukoba mkoani Kagera. Hata hivyo, hakimu mkazi wa mahakama hiyo Denis Mpelembwa amewataka watuhumiwa hao wanne kuto jibu lolote kwa vile upande wa jamhuri bado haujakamilisha upelelezi. Mwandishi wetu Charles Mwebea ana taarifa kamili. Watuhumiwa wanne katika kesi namba mia mbili thelathini na tisa ya mwaka 2016 akiwemo aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Kagera Amantius Msole, mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Bukoba Kelvin Makonda, muhasibu mkuu wa mkoa wa Kagera Simba Ufouswai, pamoja na meneja wa benki ya CRDB mkoani Kagera Carlos Sendwa wanafikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya hakimu mkazi wa Bukoba. Hata hivyo watuhumiwa hao hawakuweza kujibu mashtaka mawili yanayowakabili, ikiwa ni pamoja na kula njama na kutumia vibaya madaraka walionayo kufungua akaunti nyingine ya misaada ya waathiriki wa tetemeko la ardhi tofauti na akaunti ya halisi, kosa ambalo wanadaiwa kulifanya Septemba 19 mwaka huu, kwa vile upelelezi wa mashtaka hayo bado haujakamilika. Mwendesha mashtaka wa serikali Hashim Ng'ole amesema upande wa jamhuri hauna pingamizi la washtakiwa hao wanne kupatiwa dhamana endapo taratibu zote zitafuatwa, lakini hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Dennis Mpelembwa ameomba kupitia upya vifungu vya sheria hadi kesho kujua hatma hii ya dhamana kwa watuhumiwa hao. Charles Mubea, TBC, Bukoba.